Rasmi sasa eh, Mwigulu Nchemba ametangazwa kuwa waziri mkuu eh, wa Tanzania. Habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Dkt. Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Sasa hili limeweza kuibua hisia mbalimbali katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini eh, hapo nyuma kuna watu walimtabiria mazuri. Kuna majarida mbalimbali yaliweza kuchapisha habari hizi na kusema kwamba pengine Mwigulu Nchemba anaweza kuwa waziri mkuu wa Tanzania eh, alilinganishwa ama, eh, ali katika hicho kinyang'anyiro, watu walimweka pia pala magamba kabudi, eh, wakisema kwamba naye anaweza kuwa ni mmoja eh, kati ya watu ambao eh, wana kuwa waziri mkuu lakini, e, katika kididia hichi ameibuka kuteuliwa Mwigulu Nchemba ambaye kwa sasa ndo waziri mkuu wa Tanzania. Sasa kuna watu wameweza kutoa maoni yao katika page na mitandao mbalimbali ya kijamii e, ikiwa katika hichi ambacho kimeweza e, kutokea mapema siku ya leo. Nikusome baadhi ya comment za watu amfro Hongera mwingine kaweza kusema kwamba hongera sana Mwigulu Nchemba kutokea Singida umewakilisha vizuri. Baadhi ya comment nyingi sana za e, wadau wa kisifu hichi kitendo e, cha Mwigulu Nchemba e, kuchaguliwa kuwa waziri mkuu kimefurahisha watu wengi sana e, zungumzaje hii exclusive ambayo imetujia mapema siku ya sasa. Shika comment yako hapo chini. Je, yeah. E, ame deserve kupata nafasi hii ama vipi? Shika comment yako. Oh, join us.